Sawa, tunaondokaje hapa na vaibu letu zito zaidi, limadi, wana Simba huko uh, nyumbani waliopo wajue kwamba shughuli imeanza leo asubuhi. Inanipa raha sana Simba yoo nimejua na na wengi Simba yoo Azam ange nijuaje Simba yoo Azam ange nijuaje Simba yoo inanipa raha sana Simba yoo oyo oyo oyo oyo Tunawataka waje waje waje, tunawataka waje. Nasema kwa Mkapa ataondoka bila kuwanga ni Tanzania sayetuasaa sawa, sawa, sawa. Inatosha na bana, shukrani sana. <laughs> Nyama anaua bila kuchoka, kuchoka, kuchoka na uzuri ana mweza mkakaa tu hapo lakini yeah. uh, Simba na Kigoma, mm. ni kama sijui nini sijui. Mm. Uh, Simba na Kigoma ni pete na kidole, na? Na kidole. Sasa uh, mi nawacha kidogo mtakuwa mm. na mnaitikia, jamani, Simba naipenda <laughs> usifikili utani <laughs>

Sawa, yeah. Shukrani. Nilikuwa na chagiza chagiza kidogo au mimi ndimo katika kuimbisha